Wizara ya Afya iko mbioni katika mchakato wa kukusanya maoni ya Wakenya kutoka maeneo mbalimbali kuhusu mswada wa huduma za afya. Mswada huo ambao unatarajiwa kuwasilishwa bungeni unalenga kumpa mgonjwa sauti ya kuzungumza iwapo atapokea huduma ambazo hazimridhishi katika hospitali yoyote nchini. Katibu katika Wizara ya Afya Mary Mudhoni akiongoza mchakato huo wa kuhamasisha Wakenya kuhusu mswada huo alikutana na wakazi wa Murang'a ili kupokea maoni yao. Sasa tulikuwa tunalipa kila mwezi kila mwezi kila mwezi. Sasa watu wengine wanaumia kwa sababu sasa ilisemekana unalipa mwaka mzima, kwa hivyo watu wengine ambao hawana pesa, bwana PS, wanataabika. Kulingana na katibu huyo Baadhi ya vituo vya afya havitoi huduma za afya za kuridhisha huku zikiwapunja fedha kwa kuwatoza gharama ya juu ya matibabu. Mswada huo pia unalengwa kuundwa kwa halmashauri ya kumkinga mgonjwa kutokana na kutoridhishwa na huduma za afya pamoja na dhuluma za wahudumu wa afya. This law will give you an avenue. It will give you an avenue of redress. It will give you an avenue of safe care. Itakupatia avenue ya privacy.

Katibu huyo aidha alitumia fursa hiyo vilevile kutoa hamasisho kwa Wakenya kuhusu bima ya SHA na matumizi yake, akiwataka Wakenya kuendelea kujiandikisha kwa wingi ili wasiwacho nyuma katika mpango huo wa serikali. Hiyo informal sector, hiyo pesa yako unapata, unaweza ukakuwa ukilipa serikali polepole pole. Ukipata hiyo mia tano, toa mia moja lipa serikali. And it is with no interest at all.